Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na tukianza na mifumo ya upepo inayoshopwa inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa. Na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ukanda wote wa pwani. Na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na hali ya baridi bado inaendelea kutarajiwa katika maeneo mengi na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwenye nyuzi nane katika mikoa ya Mbeya pamoja na Njombe. Hivyo basi kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yote ya nchi yetu, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Lakini kwa hapo kesho, ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu pamoja na Mara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua, wakati maeneo mengine ya nchi yanaosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Fuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam kiwango cha chini cha joto nyuzi joto ishirini na mbili. Dodoma kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto kumi na tano. Mwanza kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto ishirini na moja. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto kumi na sita. Mbeya kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto tisa. Morogoro kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi na tano. Arusha, kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi na mbili, na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa na Rebeca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu.